Karibu sana karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi tokea Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mpenzi unayemtuma achepuke au akuache kaona haya. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye mahusiano ya mapenzi ambayo yanakuwa ni maudhi, lakini mtu akwambi kwamba una muudhi kwa jambo hilo. Na mada hii imetoka imetokea Zanzibari, dada ambaye ananiambia kwamba nimeachwa tarehe moja ya mwezi wa kumi na moja na mwanaume akaniambia kabisa kwamba kwa sijui kata kiuno, sijui kunyonya dudu lake, hiyo ndio kumekuwa sababu kubwa. Na kwa bahati mbaya wenzetu, bahati mbaya wenzetu Waislamu ndoa zao zinaweza kuvunjika haraka sana kwa sababu sijui talaka, mnamwandikia tu talaka vinakuwa vimeisha, na hili linatisha sana kwa sababu huyu ni dada ambaye alijiamini kwamba ni mwanamke aliyekamilika kumbe hajakamilika. Na dada mwingine kutokea Dodoma vilevile amechangia kwenye mada hii, ambaye nilikuwa na chat naye muda mfupi kabla sijaingia hapa. Anasema daktar, nahitaji video zile za jinsi ya kumtengenezea mwanaume msuguano mkubwa kwenye ume wake wakati wa tendo la ndoa. Ile style inaitwa inayoitwa pompaya, yaani ya kuubana uh, dudu la mwanaume kwa kutumia uchi wako wewe mwanamke, ani kufinya uume ambao unamletea mwanaume msuguano na mkubwa sana. Hivyo amenipa kitu cha kufikiria na nikaona ni kweli kabisa kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanapenda msuguano mkubwa kwenye uume wao, kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua, wanaita masturbation sasa mwanaume ambaye katika umri wake wa miaka 16, 17, 18 hadi 20 amekuwa anajichua akiamini kwamba hiyo ni njia ya kuepuka UKIMWI, alafu akaja akaoa akakuta mwanamke ampatii msuguano wa kutosha analeta shida sana, na ukizingatia vile vile kwamba uwezekano wa mwanamke uke wake kutanuka baada ya kujifungua ni mkubwa sana, na wanawake wengine wanajiambia ukeni wanajua kwamba wanaona kama ni hali ya kawaida, lakini baadaye wanakuja wanashtuka kwamba no, si hali ya kawaida, wanapouliza wenzao. Dada mmoja kutokea Dodoma vile vile alikuwa anajua kwamba uke wake umetanuka, akaagizia dawa kutoka kwangu, nikamtumia hiyo dawa. Baada ya wiki tatu ananipigia simu, anambia daktari, nikuwa sijui kwamba kwamba hii kupanuka kwa uke ndio kulikuwa kunasababisha mimi najiambia ukeni haswa kwenye mkao ule wa chumamboga. Alikuwa anajiambia ukeni. Sasa, hali kama hiyo, of course, mwanaume anaweza asikwambie kwamba haipeni na inaweza kuwa ni maudhi kwake. Na hali kama hiyo vile nakuta wanaume, kuna wanaume na matatizo ya kuwahi kumaliza, wanamwambia madogo, membamba, wengine yamepinda kama ndizi. Mwanaume anawahi kumaliza alafu anashindwa kurudia. Mwanaume anashindwa kurudia hao anayewahi kumaliza anajuta, mahali pagumu sana katika ulimwengu huu ambapo mwanamke yule naye ashatembea na wanaume ambao, na wanaume, wanaume watatu alikuwa na ana, anachelewa kumaliza sana, atakulinganisha na na ume, sababu kwako umepinda, alafu tena mwembamba inaweza kuleta shida vile vile. Sasa unaweza kuona muuzi, lakini anakosa ujasiri wa kumwambia kumwambia, na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika kileleni. Sasa kuchepuka sio sio solution, kuchepuka sio solution. Na kwa kadri ninavyoendelea kupata shahuda za watu ambao nimewasaidia, ingia kwenye peji yangu ya Instagram na kuandikia peji yangu ya Instagram pale chini. Kwa kadri ya shuhuda za watu ambao walifanikiwa kubadilisha mahusiano yao yakawa mazuri zaidi kuliko ilivyokuwa, inanipa nguvu sana ya kuendeleza channel hii. Sipati hela nyingi sana, kutoka kwenye channel hii. YouTube huwa inanipa hela nyingi sana lakini pale ambapo ninaona kwamba nimekuwa na impact, nimechangia kwenye furaha ya mtu mwingine, inanitia imani kwamba ni kazi ya Mungu kuweza kuwasaidia watu kufurahia ya mahusiano yao. Sasa utanitukana sana hapo chini, nambia, oh, wewe mzee umekosa kazi sijui nini, nini, nini, nini no, lakini wale ambao wananipa feedback na unaweza kuziona screenshot ziko kwenye channel yangu ndani, kwenye account yangu ya Instagram na nimeanza kuweka hata kwenye TikTok vile vile. Page yangu ya TikTok nimeanza kuweka vile vile za ushuhuda, kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatia moyo kwamba kuna kitu kinapungua, lakini watu hawajui kwamba kimepungua. Kuna kitu kimepungua lakini hawajui kwamba kimepungua, na ukisubiri kuambiwa kwamba kuna madhaifu haya, kuna madhaifu haya, ndio hapo unakuja unasikia mume wako amechepuka, mke wako amechepuka. Sasa akifika huko kwenye kwenye uchepukaji, ataweza kufundishwa kwenda kinyume na maumbile, atakuchukia. Unaona, atakufundisha. Kuna video mpya alikuwa anaitengeneza baada ya kutoka Dodoma, video mpya alikuwa anaitengeneza <laughs> nikakutana na na vitu ambavyo ni vizuri sana kuliko vile ambavyo nimeshavitoa huko nyuma. Na video akaniambia kwamba umenipa kitu kipya, umenipa kitu kipya. Sasa kwa nini? Kwa nini hii ni kwamba mwanaume uliye naye ana maeneo kumi na manne katika mwili wake, ambayo maeneo hayo kila eneo lina miisho mingi ya mishipa ya fahamu. Mwanamke naye ana maeneo kumi na saba katika mwili wake, ambayo katika maeneo hayo kuna miisho mingi ya mishipa ya fahamu, mingi ya mishipa ya fahamu ya chini ya miguu. Sasa huu ni uthibitisho kwamba mwanamke anahitaji kutekenywa na mwanaume naye anahitaji kutekenywa katika maeneo yale. Mwanaume ana maeneo 14, mwanamke, kwa hiyo ni wajibu wake kufahamu hayo maeneo na kuyashughulikia kikamilifu na kwa muda mrefu. Mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake, na kila eneo lina ufundi wake, kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unafahamu manne katika hayo 14 au katika hayo 17? kwa uhusiano muda mrefu, mwenzio ataboreka na wewe, atakuwa anaudhika kufanya mapenzi na wewe. Napata kesi nyingi sana kutoka kwa wanaume. Mwanaume nasema kwa mke wangu naishia goli moja, nikienda mchepuko napiga goli tatu nne hadi tano bila shida. Kwa mke wangu nipiga goli moja, amechoka hawezi, hataki nirudie, lakini nikienda nje mwanamke anataka nirudie nirudie, anashangaa inakuaje. Kama kaka mmoja kutokea Sumbango amenitumia message, anasema daktari, inakuwaje? Mke wangu anachoka haraka. Sasa nimesafiri huko nje, nimechepuka huko, mwanamke ana yeye anataka magoli mengi zaidi. Kama mke wangu goli moja tu ametosheka. Inakuwaje daktari? tena Jumapili jana kabla sijaingia, oh no, ilikuwa kuna kipindi cha matangazo, matangazo, matangazo. Sasa nilikuwa na kiu, nikasema nitoke nikanunue maji, ndio akanipigia akaniambia, daktari, una nafasi niongee na wewe? Nikamwambia ndio, ongee. Haya, ananiambia daktari, huu ni mwaka wa tatu nachepuka. Nasema huu ni mwaka wa tatu nachepuka na bosi, sawa na bosi wangu huu ni mwanaume, mwanamke sema chepuka na na bosi wangu, mke wake yuko mbali, bi ni Dodoma. Unasikia? Anasema kuniacha hataki. <laughs> ni dada ambaye nishamtumia video za jinsi video, video ya kumnogesha mwanaume ana umri wa miaka 51. Sawa? Nikamuliza, ni, uh, Nikamuliza, "Wewe huna mume?" Akasema, nina mume ndio, lakini na mume wangu mlevi. Unaona, asemi na mume mume ndio naye na watoto pia nao, lakini mume wangu mlevi, ana kazi nzuri lakini mlevi, hana time na mke wake. Asema anachepuka mwaka wa tatu sasa. Akasema hivi sasa, naona mapenzi yamepungua. Nikamwambia, yamepunguaje? Anasema hivi sasa hivi, mawasiliano ni asubuhi akiamka, "Baby, ujambo salama." Basi jioni, "Baby, ujambo siku mwema." wakati huko nyuma, wakati tunaanza katikati hapo, kuna maongezi, kuna utani kwenye njia ya simu. Mapenzi yamepungua, nataka nimwache lakini hataki nimwache. Na mbaya zaidi, naona kuna dada mmoja mgeni amekuja bosini kwetu, naona kama ameanza ukaribu naye. Haleluya! <laughs> Hebu fikiria, huyu ni mume wako. Huyu ni mwaka wa pili anachepuka. Akikuletea magonjwa, je, itakuwaje? Itakuwaje? Waanze kuishi kwa vidonge. Kwa nini usizuie hali hiyo isitokee? Sasa unaweza kusema kwamba, oh, haiwezekani bwana, kumzuia mwanaume. Ah, atulie, haiwezekani. Angalia shuhuda Instagram, angalia shuhuda Instagram, mpaka mwanaume anamwambia mchepuko, anamwambia mke wake, pokea simu ya huyu pepo. Mchepuko wake wa zamani anauita pepo sasa hivi, sawa. So, ni jambo la msingi ufahamu kwamba lina uwezekano, linawezekana kumbadilisha mwanamke huyo mwanamume awe ni mwanamke, sawa. So, usimwache mwenzio tu awe anahangaika na wewe uhangaike. Video hizi mpya na <laughs> nimekutana of course jinsi gani mwanamke yani, yani, kuwajibika kwa, kwa mwanamke na mwanaume kuwajibika kwa mwanaume. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba ukikaa hivyo hivyo ukiamini kwamba mambo yako sawa. Hebu fikiria, huyu dada anachukua mume wake lile dudu lile uliosimama, anajisugua kwenye chuchu za titi lake, anajisugua sugua, unaona <laughs> Nakupatu mfano mdogo. Sasa hii inatengeneza picha fulani kwenye akili ya mwanaume kwamba mke wangu ni bunifu. Kwa hiyo unafanya vitu tofauti ambavyo hajakutana navyo kwa mwanamke mwingine, hajakutana navyo kwa mwanaume mwingine, kwa hiyo vinakaa kwenye akili yake kwa nguvu zaidi na kwa muda mrefu. Haya, haya ni mambo ambayo yapo a, labda ufikiria kwenye video nyingine ini mwanamke amekaa, miguu yake yote iko kwenye mapaja kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mabega. Miguu yake amekunja iko kwenye mabega hapo, sawa. Alafu mwanaume kaingia, alafu mwanaume kaingia, alafu mwanamke anajisukua kwa kidole kisimi chake, wakati huo huo ndani mwanaume anaingiza na yeye anajisukua kwenye kwenye ndani kwa kisimi kwenye ndani kwa vidole hapa. Unaweza kuona sasa, ndio utalalamika kwamba mume wangu hanifikishi kileleni, kumbe wewe kuna mambo tu huyajui ya kufanya. Hizi video naizungumzia kwa sababu zina ushuhuda. Hata mahakamani ukiwa na shahidi washahidi wa kutosha, unashinda kesi. Kwa hiyo ukitaka ushahidi kwamba haya mambo kweli yanawezekana, mwanamke mwanaume akatulia mwanamke akafika kileleni mpaka maji anaruka kama bomba aliyopasuka, angalia shuhuda kwenye Instagram. Sikutunga, ni screenshot za WhatsApp za watu kwa hiyo nakuomba utafadhali uagize hizo video, gharama yake shilingi elfu kumi na kutubia kwa njia ya Gmail au email ya mtandao wa Google. Anuani nyingine sijui za iCloud sijui ya huu hazina mashine za kuendesha hizo video, video maalum. Kwa hiyo zina uzito wake <laughs> na maarifa yake. Kwa hiyo Google kwahioe wana mitambo maalum kwenye email zao za kuendesha hizo video, uzione na wewe ujifunze mambo mapya usiwo unaboa. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili subscribe, ili tukiweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Kuna video, kuna mada nyingine inakuja, mpenzi anayekupenda na yule anayekuthamini, tofauti zao ni zipi? <laughs> ili mara nyingine inakuja. bye, bye.